Mji wa Bunda unakuwa, lakini cha ajabu barabara ya lami iko moja tu kutoka pale kwenda kwenda Bomani barabara nyingi za mkoa wa Simiu zile za ndani zote zimekatika. Ni ndani ya ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, lini sasa serikali itaangalia maeneo ambayo korofi yaweze kukarabati ili barabara ziweze kupitika kwa mwaka mzima? Kilio cha ubovu wa miundo mbinu ya barabara katika mitaa kinasikika kutoka katika vinywa vya wabunge. Kini barabara hii kwa sasa kutokana na mvua imesombwa yote haipitiki. Katika kutoa majawabu kwa sauti za wabunge, serikali inasema itaendelea kujenga uwezo wa kifedha kwa wakala wa barabara za vijijini na mijini, TARURA, ili kuwa tayari kufanya marekebisho pindi mvua zinapoleta athari. Serikali itaendelea kujenga uwezo wa kibajeti wa TARURA kulingana na upatikanaji wa fedha, ili kuweza kuzikarabati barabara za mitaa na kuwa tayari hasa nyakati za mvua za masika na vuli zinaponyesha. Asante. Naibu waziri wa TAMISEMI, Daktari Festo Dugange, amebainisha hayo bungeni leo Mei 9, 2025 wakati wa kipindi cha maswali na majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/22 serikali iliongeza bajeti ya TARURA kutoka shilingi bilioni 275 hadi shilingi bilioni 870.3, ongezeko la shilingi bilioni 595.3 sawa na asilimia mia mbili kumi na sita lengo likiwa ni kujenga uwezo wa TARURA kuzihudumia barabara zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali hutenga fedha ya dharura shilingi bilioni ishirini na moja katika bajeti kila mwaka ili kukabiliana na athari zinazosababishwa na mvua. Katika mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne serikali ilitoa shilingi bilioni themanini na nne nukta tatu sita kutokana na mvua za Elnino zilizoleta madhara makubwa katika barabara hapa nchini na katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali imetoa shilingi bilioni 11.6. Aidha ameongeza kuwa serikali imezidi kutanua mtandao wa barabara katika kipindi cha miaka minne chini ya TARURA. Kwa hiyo, barabara nyingi mpya zimeendelea kufunguliwa na kujengwa, na hiyo imepelekea mahitaji ya fedha za barabara kuendelea kuongezeka, na serikali imeongeza bajeti ya barabara kutoka bilioni 275 mwaka wa fedha 2021/22 mpaka bilioni mia nane na thelathini mia nane sabini nukta tatu mwaka wa fedha 2024 ishirini na tano. Na katika bajeti ambayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili tukufu imepitisha uh, wiki mbili zilizopita, Mheshimiwa Rais ameongeza tena bajeti ya TARURA kutoka bilioni mia nane sabini nukta tatu mpaka trilioni moja na bilioni mia moja na thelathini kwa hiyo jitihada za serikali ziko wazi za kuongeza fedha na uwezo wa tarura na niwahakikishie waheshimiwa wabunge kwamba barabara hizo zinazoathirika zitaendelea kujengwa kwa awamu